Kwa majina anaitwa Dr. Lea Gruy Evarist Manisa, ni daktari, eh, ya bingwa wa upasuaji hospitali ya mkoa wa Manyara. Eh, leo tulikuwa na operation moja ambayo operation hii ilikuwa haiwezi kufanyika hapa. Ni operation ya mtoto wa uh, Marcelina ni mtoto wa uh, kike ambaye alizaliwa zahanati ya Dareda Kati siku nne zilizopita. Mtoto huyu ana uh, uzito wa kilo tatu nukta tano na mtoto huyu alizaliwa akiwa na shida kwenye mgongo, ambaye kwa lugha ya kawaida tunasema ni mgongo wazi, ila kwa lugha ya kitaalamu tunasema ni spina bifida. Tulimpokea mtoto, uh, mtoto huyu siku ya Jumapili na tulivyompokea tulifanyia uchunguzi tukagundua kwamba shida yake ni na kuwa na mgongo wazi tuli fanya vipimo mbalimbali ambao vinaweza kukuthibitisha kwamba tatizo lake ndio hili, lakini vile vile eh, kwa kawaida watoto ambao wanazaliwa na mgongo wazi wanaweza wakawa na matatizo mengine ya sehemu mbalimbali za mwili, kwa mfano maji kwenye chemba za ubongo. Wanaweza wakawa na shida kwenye moyo, moyo kwa upande mwingine tofauti na upande ambao kwa kawaida, lakini vile vile wanaweza wakawa na shida kwenye tumbo. Kwa hivyo tulijiridhisha kufanya vipimo vya kichwa atasambia kichwa, tukafanya kipimo cha kifua kwa kuangalia moyo, lakini yeye tu fanya kipimo kinachoitwa echo kuangalia kama moyo nafanyaje kazi, fanya kipimo waje kuligundua kwa mtoto pia ana shida ya miguu yake ambayo ana uh, shida ya kitaalamu inaitwa talipes equinovarus. Kwa hivyo tulicho kilichofanyika ni kwamba baada ya kusubiridisha kufanya vipimo, tukaona kwamba tatizo kubwa ni hilo tatizo mgongo wazi, ndio tukaamua kujipanga kwa ajili ya kufanya operation leo, na tuliingia naye tukashirikiana na madaktari bingwa tulionao wa usingizi, tukaaa, kumlaza mtoto vizuri, tukaanza operation vizuri, tukafanya operation ikaenda vizuri, na basi mtoto akawa ameamka vizuri, kwa katunampeleka wodini, na tutakuwa tumepatilia siku hadi siku kwa kujua maendeleo yake. Operation hii ni ya kwanza kufanyika hapa hospitali kwetu Manyara na ni ya kwanza kwa sababu kwa kipindi cha mimi tulishindwa kufanya kutokana kwamba kulikuwa na uhaba wa wataalamu na kulikuwa na uhaba wa vifaa. Kwa hivyo sasa hivi wataalamu tupo, vifaa vipo na tunafanya kazi mbalimbali ambazo zilikuwa hazifanyiki kwa mwanzo. Tumefanikiwa ya vifaa ambazo ilikuwa ni lazima tuwapeleke kwenye hospitali nyingine kubwa kama ingineua Mkapa na hata hospitali nyingine ambazo ziko nje ya nchi. Kwa jina naitwa Marcela na Andrea, nimetokea Dareda. Mtoto wangu alikuwa na shida ya mgongo wazi na nimekuja hapa tarehe kumi na mbili mtoto akiwa na siku moja, na nimepokelewa vizuri mpaka siku ya jana tarehe kumi na tano kafanyiwa operation na imeenda vizuri, na mpaka leo tarehe kumi na sita maendeleo ya mtoto ni mazuri, na mpaka sasa amehifadhiwa kwenye chumba cha joto. Nawashukuru maonesi na madokta hapa hospitalini kwa huduma walizonipatia na wamenipokea vizuri mpaka sasa anaendelea vizuri na mtoto anaendelea vizuri. Mgongo wazi ni tatizo ambalo kwa kawaida mtoto anazaliwa nalo, na watoto wengi wanaozaliwa na mgongo wazi kama nilivyoeleza hapo awali, waga pia wanakuwa na matatizo mengine, naambatana na matatizo mengine katika sehemu mbalimbali za mwili, na wengi wao waga wanakuwa na maji kwenye kwenye, kwenye chemba za ubongo ambayo wanaita ventricles kwa kitaalamu inaitwa hydrocephalus. Mtoto, kichwa cha mtoto kinakuwa kikubwa, kimejaa maji, halafu macho yanakuwa kama jua linalozama. Kwa hivyo, sababu zinazofanya mtoto kuzaliwa na hali mara nyingi huwa ni mama kutokupata virutubisho mbalimbali mbali wakati akiwa mjamzito mzito nviritubisho hivi mama vipate kabla hata hajapata pata ujauzito. Unasema mama ajandaeta anze kliniki mwezi mmoja kabla hajapokea ujauzito kwa ajili ya kuandaa mwili wake kupokea mtoto. Kwanza mama anapoanza kliniki waga, anapewa dawa fulani hiv ambazo zinaitwa fefo, ni dawa ambazo zina iron na folic acid na iron na folic acid, na iron na folic acid. Hizi ndizo zinazomsaidia mtoto asije akapata changamoto ya kuzaliwa na ulemavu au na hali kama hiyo ya mgongo wazi. Kwa hivyo ukiangalia kwa mfano, huyu mama huyu alikuwa ni mtoto wake wa tano, na alianza kliniki, alianza kwenda kliniki kwa mara ya kwanza akiwa na ujauzito wa miezi saba. Kwa hivyo wakati mtoto ana yuko tumboni kuna mambo madini kuna vitu mbalimbali ambavyo alivikosa katika uumbaji, na hasa hasa kwa miezi mitatu ya kwanza, kitaalamu inaitwa first trimester. Kwa hiyo mimi naomba nitoe wito kwa kina mama, kama unatarajia kubeba mimba, basi ni muhimu mwende kwa kliniki ukafanya vipimo. Kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha pia hali kama hizi, kama magonjwa ya, ya, ya, ya syphilis, kumaanisha kaswende na magonjwa mengine mbalimbali mbali ya ngono na vile vile ukipata kufanya vipimo utakuta hata kama una magonjwa kama labda virusi vya UKIMWI, kuna ushauri utakao pewa, na ukafanikiwa kuzaa mtoto wako akiwa salama. Lakini hata kama ikitokea ukajikuta kwamba ume umekosa siku zako na ukapima ndani ya mwezi mmoja, ukapima ukakuta kwamba wewe ni mjamzito, ni vema ukawahi kliniki kabla ya miezi mitatu haijapita, kwa sababu ile first trimester ndio maumbile ya mtoto yanavyo kuwa yanafanyika, tunaita organogenesis. Kwa hivyo ukichelewa kuenda kliniki hata kama mtoto alikuwa ameshapata shida hiyo ukienda kliniki zaidi ya miezi mitatu na kuta ni ngumu sana kuweza kurekebisha matatizo kama hayo.